Manittakhadha ilahan akhar, isipokuwa mtu ambaye kwamba alikwenda kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumshirikisha Mwenyezi Mungu ni nini? Ni kumweka Mwenyezi Mungu ya kwamba kuna Mungu mwingine, si kwa Mungu, wanakawashirikisha kufanya wawili. Mfano, wenzetu wanasema Isa ni mwana wa Mungu, ama wengine wanasema ni Mungu hasa, wanamwabudu. Wanamwabudu nani? Isa, ambaye kwamba ni Yesu. Hapo ushafanya shirki. Hapo amefanya nini? Shirki. Na hii shirki ni kitu ambacho kwamba ni kiko ndani sana. Yaani kuielewa taka na mtu mwenye elimu na ufahamu hali ya juu. Leo ukitawasal kwa mtu mwema ambaye amefanya shirki? Hata kwa ustadhi kukusomea dua ambaye amefanya shirki usijiombee dua mwenyewe. Masahaba kwa watu wa na masahaba wenzao. Ukaenda ustadhi nyumbani aje kufanya dua. Akamwambia, mbona sifanyie dua? Hapana, dua mtume akijiombea mwenyewe. Sasa nani atamwambia mtume dua? Kuna mtu zaidi ya mtume mpaka akamwambia mtume dua. Sasa utaona mtu ameshika kipengele ambacho anataka kuingia kilini. Mtume akijiombea mwenyewe, nani anaweza kumwambia mtume dua? Lakini masahaba wakiombeana dua wao kwa wao. Saadi alikuwa masahaba akifuata, sasa tuombe na sisi dua. Mtume alimwambia Saidina Umar bin al-Khattab na Ali Mtakutana na mtu ambaye kwamba anaitwa Uwaisul Karani, mkipata mwambie awaombee dua. Kwa hiyo hiyo, si shirki, ukitawasali si shirki, lakini tunakuja kufunikwa macho kwa bana hii shirki. Mtume yenyewe kama ni shirki, basi angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asemaje. Ikitaka kusilimu wewe, kama wataka kuingia kwenye Uislamu, watoseme nini? Wanaposema ashhadu an la ilaha illa Allah

Sasa hii shirki jamaa ina mlango wake kubwa musibanikibadike bahali haiko. Mwenyezi Mungu mwenyewe amekataa kwamba Mwislamu huwezi kuwa Muislamu mpaka sema la ilaha illa Allah wa anna. Angalia hii wau ni wau wasli au wau maiya, hii ni wau maiya wao ambe, kwamba inashikanisha Mungu na mtume. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu mwenyewe akwambia ibada yako ama imani yako haikubaliki usipokubali Muhammad ni mtume. Tena moja kwa moja sema sala upige shahada a katika shahada yako ili ukamilike, wewe ni muislamu shahada, tena shahada mbili, kuna shirki. Kwa hiyo na wewe, ikiwa utangalia mtu mwema, utawasal na yeye ya rabbul alamin kwa mema ya huyu mtu fulani. Naona watu wanapotea mpaka kwenda kwa watu wema makaburini. Bwana kwa nini kutawasal na mema ya Rabbi? Huyu mtu ni mwema. Mimi naitakidi kwamba huyu ni mtu mwema. Kwa hivyo kwa amali zake njema alizofanya, Rabbi Rabbi, nitakubalie na mimi. Ukisema kutawasal kwa watu wema haifai, lakini utabidi ukubali kutawasal kwa amali njema yafaa. Bado yale yale. Wale vijana watatu walioingia kwenye pango, pango ikafungika, walifanyaje? Uniambia ya Allah tufungulie ha. Ilikuwa kila mtu atawasal kwa amali. Amali ni kiumbe kama mwanadamu ni kiumbe, na amali ni kiumbe. Ewe Mola, mimi nilisimama na maziwa kuanzia usiku mpaka asubuhi, na ngoja wazazi wangu amke niwapatie. Ya Rabbi, kama nilifanya hili kutafuta radhi zako, basi fungua pango. Ikafunguka. Kisa maarufu, ile ile ni kisa maarufu. Kwa hivyo kutawasal kwa watu wema huko utawassal kwa amali njema pia kunaruhusiwa. Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anashuka katika mwezi wa Sha'bani, hasa katika siku ya kumi na tano ile, akisamehe watu wote, ila aliyemshirikisha Mwenyezi Mungu. Ikiwa wewe ni mtu wa kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi wewe kufai usamehe madhambi yako, na mtu wa pili alimushahana awil mushahina, mtu wa pili ni mtu kwa ambaye kwamba ana utesi na wenzake, ana chuki. Wewe kama umalizi ugomvi na wenzako, umalizi chuki, basi utosamehewa madhambi yako na Mola Subhanahu wa Taala mpaka siku ile utaenda usamehe. Wapenzi wa kiimani, mwezi wa Shaaban ni mwezi ambaye kwamba tunatakikana tujikaze kwa amali nyingi Utasema ni mwezi wa mazoezi. Mazoezi ya nini? Mazoezi ya amali. Ikiwa wewe huna, ma, huna mazoea ya kusoma Qurani, anza kusoma Quran saa hii Shaaban. Kwa <coughs> nini some Qurani, nafanya mazoezi Ramadhani niweze kusoma Qur'an? Ikiwa wewe huna mazoea ya kuswali qablia na baadia, anza hii Shaaban. Qablia na baadia uswali mbona nafanya mazoezi Ramadhani ili hizi ibada niweze kuendelea nazo ikiwa wewe huna tabia ya kwamba usiku swala so tahajjud anza sahi tena sahi usianze nyingi anza kidogo kidogo anza leo leo anza raka mbili tahajjud nakubaliwa pia si tahajjud lazima raka nane ama 20 a mbili tu anza leo amka swali mbili rudi la kesho amka swali mbili rudi lala kesho kuto amka swali mbili rudi ulale siku nne ongeza tena mbili fanya nne Endelea nazo pole pole. Mpaka Ramadhani ikifika tokoona raka zako nani zimeingia kwenye sasawa, mwili wako sawa sawa, yani mwili ushazoea. Automatically imeenda mwili mingiana kwenye system. Unajua mwili nao na system yake. Wewe leo ukitoka me, ukitoka hapo kwenda Amerika, una karibu mwezi mzima huko bado usingizi. Kwa sababu usiku wa kule wewe ushazoea ulikuwa mchana Kenya. So huto bado usingizi kwa sababu system ya damu yako haijakubali kulala kule. So mwezi mzima anaweza kupata shida ya kutafuta usingizi ukiwa Amerika kwa sababu Amerika ikiwa usiku sisi tuko mchana, sio? Sasa kupata usingizi itakusumbua. Kwa hiyo pia kusema, ah, mimi ha Ramadhani hii insha Allah, nitakampiga msafu mzima mwezi mzima ah, ah, upige Ramadhani hii nitakampiga ratarawe yote hautopiga. Kila kitu kina mazoezi. Fanya mazoezi kuanzia sahihi kwa lengo la Ramadhani uweze kuvuna mema. Ndio wale wema waliopita wakasema, Rajab ni mwezi wa nini? Rajab ni mwezi wa kupanda na Shaaban ni mwezi wa kupalilia na Ramadhani ni mwezi wa kuvuna. Unavuna nini? Unavuna kwa sababu sasa mwili umezoea kufanya zile ibada. Unapofanya ibada unapata thawabu adhafan mudhafa ila sabiamiatin dhifi na kuendelea. Mwenyezi Mungu atuonesha haki tuweze kuifuata, atuonesha baraka tuweze kuepuka. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.